wa habari wanaotamani kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu watangaze nia ya yao mapema kwa vyombo wanavyovifanyia kazi. Lengo ni kuhakikisha taratibu za kimaadili zinafuatwa na kuondoa mgongano wa maslahi katika uandishi, na ili kupata picha halisi ya mjadala huu tunaungana moja kwa moja hapa studio na mwanahabari mkongwe ambaye pia ndiye mkuu wa redio hii ya UFM na pia mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Baruan Muhuza ambaye mwaka elfu mbili na ishirini alitangaza nia kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma Kugoma mjini, mjini. Mm. Uh, Baruan karibu sana asanteni. uh, mm, nashukuru sana <laughs> <laughs> uh, na tabasamu lako tu limetuonyesha li, li, li, kwamba umefurahi kuungana na sisi. Mara nyingi tunakuwa tunazungumza kwa njia ya simu. uh, bila kupoteza muda Baruan Um, mwaka elfu mbili na ishirini ulitangaza kugombea ubunge ukiwa bado mwanahabari, ilikuwaje kwa upande wako, hii kwa maana ya kwamba kitaaluma na hata kijamii? Asante mm. Uh, um, si swali gumu na ni kwa sababu tu unajua haya maswala kuna, kuna taasisi ama idara ama uh, kampuni serikali mashirika na sehemu tofauti tofauti, kila kila kazi kila taaluma, lakini kila eneo na utaratibu wake. mm. um, wanahabari kama sekta ama taaluma ya kitaalamu inayohitaji usawa haki, kwa sababu hiyo ni sawasawa kama vile ilivyo kwa mahakimu na majaji wote hao kazi yao nailinganisha na hivi kwamba kazi zao ni za kutenda haki, ni za kusema vitu kwa, kwa, kwa, kwa uhalisia uh, ukiangalia ni, ni vitu ambavyo vinahitaji sana uadilifu, yaani mwisho wa yote ni uadilifu, vinalalia hapo ndio kwenye kitanda chake sasa uki, uki, najua msingi wa swali lenu unakuja kwenye ile hali ambayo jana aliulizwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri TEF Deodatus Balile, na hata mjadala umekuwa mkubwa kwenye baadhi ya maeneo mbalimbali, kwenye magrupu ya sogozi. Magrupu sogozi tunasema hivyo au makundi sogozi na inaibuka hii kila tu inapotokea masuala ya uchaguzi, kwa sababu uchaguzi na siasa ni vitu vinachota akili za watu, hisia na, na, na matamanio yao. Kwaiyo nijibu tu kwamba kwa mimi binafsi kabla ya kusijielezea mimi binafsi nasema moja kwa moja kwamba ni swala linalohitaji uadilifu. Sasa tuje kwenye swali kwamba unawezaje kuwa mwanahabari mm. alafu uende kwenye siasa mm na ukikwama ukarudi huku au tukifanikiwa baadaye ukaamua kurudi tena, haya mimi nayaacha, na, na, na pale pale, kwa sababu kwa bahati e, njema ama isivyo bahati, vyote viwili kwa pamoja inaweza kuwa ni bahati ama isiwe bahati, kwamba hakuna mahala kuna kifungu kinamfunga mwanahabari na kumzuia asifanye shughuli nyingine ikiwamo hiyo siasa ila tu inaonekana kama haipendezi mm. kwamba utaondokaje, uh, uta huku ukafanye siasa halafu urudi, kwa sababu ukifanya siasa lazima uwe na chama kimojawapo. Zamani ilikuwa chama ni kimoja uh, unaweza ukaingia usiingie, yani wala hakuna atakaelalamika, hakuna kwamba uko chama fulani, mgombea huru, mgombea binafsi uwe wa na. Lakini kwa hapa nyumbani lazima uwe na chama kabisa, kwa hiyo ndio dhamana yako kwa hiyo tunabaki tunaangalia uadilifu wako huko namna gani? Sasa mm, mtu kama mimi, kwa watu ambao hawakuwai kusikia nimeshiriki uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini au ambaye hajui kwamba mimi ni mwanachama wa CCM tangu mwaka tisini na moja yani ha -ha, ha -ha, hawezi kuelewa kwamba huyu kweli ni mwanasiasa, kwa sababu ya aina ya maisha yangu kwenye kazi yalivyo. Mm, uh, si rahisi mtu aseme huyu ni CCM yaani haiwezekani hai kuambiwa bila kuambiwa. Hofu inayokuja barua ni, ni kwa sababu ya swala lile ambalo hata kwenye mafunzo ya, ya, ya wanahabari tunapewa kwamba ule weledi wako utakuwa ni pengine wanaona kama uta, utapungua. Hivi ndio nimerudi pale pale, wewe nema, wewe nema una mashaka na mimi. Ukiniona tufanye ulikuwa hujui mimi ni CCM ungeweza ukawa na mashaka na mimi hili ndio maana yangu, narudi pale pale. Pale ni uadilifu, ni uadilifu, na nimekuwa mwadilifu sana, kwa mimi sitomsemea mtu mwingine yoyote okay. Najizungumzia mwenyewe yoy. Mm. nimekuwa mwenye. Mm. mwadilifu kwa kusimama kwamba huu ni wakati wa CCM, tutasimama wakati wa CCM, huu ni wakati wa kazi yangu kama mwanahabari mwana na kuwa mwanahabari, na ni sawasawa tu na watu ambao wa, wanasema unajua, usiwe watu wasijue wewe ni Simba ama ni Yanga mm. ni Azam mm. ni Coast Union mm. ni Mashujaa ni timu gani? mm. wakati huo ukiwa ni mtangazaji wa mpira ama ni mwanahabari mwana wa habari za michezo, lakini nani ambaye hana hiyo hana, hana timu yake? Wapo kwanza, haiwezekani. Shida ni kujionyesha wazi wazi, ndio ninachokisema. Haina shida yoyote, shida ni mapokeo na maelekezo. Unajua tuna, tuna, tuna mambo ya mihem, mimi naita mihemko tu mm. siku hizi na ushabiki ushabiki unavuka viwango, unaamua tu kumshambulia mtu ama unamuona tu kwamba huyu hawezi kutenda haki. Lakini tufanye ulikuwa hujui kwamba yuko huko, mbona hujawahi kuhisi yeye ni ni wachama? Hicho nafikiri nanielewa vizuri sasa mm. kwa kujibu swali langu mm -hmm, mi sijapata tabu yoyote, na nimekuwa niki, nikifanya kazi yangu vizuri kabisa, na, na, na kitu kimoja tu unaweza ukaweka mpaka mm -hmm, kwamba kwa sababu ni, ni dhahiri kwamba mimi ni CCM basi, itakapotokea shughuli ya chama kingine yenyewe peke yake tu una, unaacha wenzio wengine watafanya hiyo kazi, kwa sababu ita, ita, itapromosha kiasi ile, ile, ile imani ya wale ambao wanakujua, huyu CCM mkubwa huyu anakujaje kufanya kazi yetu sisi hapa. Sasa hayo yanalala sasa kwa, kwa mwajiri wako, anaridhika kuona kwamba kuna siku wewe hautofanya kazi yake kwa sababu Una, una mpaka nao hawa watu wa, wa, wa chama kingine cha upinzani, nafikiri umenielewa mm. E, kwa hiyo usitegemee mimi utanikuta kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kazi uh, kubwa ya, ya chama kama kingine cha upinzani mm. Na nini mm. E, ni kwa sababu na mpaka wangu kwamba mimi nitafanya shughuli zingine, sisi tuko wengi, nitafanya shughuli nyingine Sao. zote Lakini ikija swala la chama kingine, kwa sababu mimi nina maslahi nayo, nina mgogoro nao wa kimaslahi. Ni sawa sana ofisini hapa, itokee kwamba um, itokee itoke kazi ambayo ina inamhusu mfanyakazi wa UFM hmm. unatakiwa kum, kusimamia jambo lake, una maslahi naye ama kuna mtu anatakiwa kuajiriwa hapa ofisini, halafu mimi niko kwenye panel ya, ya kumfanyia interview na, mimi na, na, ni mtoto wa shangazi wa mjomba, ni rafiki yangu sana na watu wanafahamu hivyo, na mimi na, najua hilo. Kiuadilifu unakaa nje, unawaambia jamani, mimi hapa kuna mgongano wa kimaslahi. Kwa hiyo hii ishu ya mgongano wa maslahi ni uadilifu tu, sio kitu kingine chochote. Unawaambia mimi nina mgongano wa maslahi na huyu, kwa hiyo naomba niwapishe aendelee kwa hiyo haikunyimi haki yako nyingine ya kikatiba kushiriki kwenye jambo jingine haikuondoi kwenye kazi na haimnyimi kazi yule ndugu yako eti kwa sababu wewe ila utampisha kwenye maswala ambayo yanahusu kumu kumsaidia ama kumhukumu ifanywe na watu wengine tofauti. Kwa hiyo so, ni uadilifu tu. Kamarado umezungumza vizuri na umetupa maoni yako, na kwa sababu hakuna sheria wala kanuni ambazo mpaka sasa zimekwisha wekwa na ambazo zinamzuia mwanahabari kuingia. zipo, zipo, zipo, zipo, zipo kwenye baadhi ya taasisi, mm, taasisi kwa hili tunalolizungumza. so, leo kwa so. maana ya wanahabari samahani kidogo hawa hawa wanahabari, ha, yako, kidogo. hao, hao, hao, hao wanahabari. kuna baadhi ya taasisi zinajiwekea utaratibu wake kwa maana waajiriwa kabisa. Aha. Mwajiri mwenyewe anasema bana, hapa kama unaamua kuingia kwenye hayo basi wewe nenda e, mm. sisi agnda moja kwenda moja kwa moja kabisa ama baki e, ama baki. Tuendele na hmm. shughuli zako, lakini e, si, si kila, kila, kila, kila waajiri kila mwajiri mwajiri wengi hata serikalini wanakuruhusu nenda, ukishindwa uki unarudi unaendelea na kazi yako lakini mm. unachukua likizo. Hata mimi nilipokwenda, nilikuwa nimechukua ni mapumziko. Huwezi kwenda kule wanafanya na kwamba kwa huko kule umeenda kuchukua kuku fomu pale pale wanakupigia simu UFM ama ama UTV. Bwana tupe story hapo na nini unakuwa ripota pale pale. Haiwezekani. Unapokuwa kwenye mapumziko maalum ili usiingiliane maswala ya kazi na mm. na bado tuna maswali mengi kwako kamarada. Kwa maoni yako sasa, tunajua tunakuzungumzia wewe hapa lakini mwandishi mm. inapofikia hatua ya kuingia kwa kwenye siasa nini kinapaswa kuwa kipaumbele taaluma ama matamanio ya kuchangia kisiasa ukimaanisha ushauri okay, na maanisha sasa umeshafika wakati sio wewe umezungumzia masuala ya uadilifu umefika wakati umeamua kuingia kwenye siasa labda nema ama mwandishi mwingine yote ambaye anakusikia hivi sasa unaweza ukatushauri kwa sababu una uzoefu ama ukawashauri nini kinapaswa kuwa kipaumbele cha huyu mwandishi taaluma yake ama matamanio ya kuingia uh, na kuchangia kwenye siasa. Unajua iko hivi, Muhammad na, na, na nema na hata msikilizaji, jambo namba moja nimelisema hapa ni uadilifu wako kwanza, lakini tunaishi kwa matamanio, kwa ndoto. Kila mmoja hapa chini ajua anaishi kwa ndoto zake. Una ndoto ya kuwa injinia, nema halafu umejikuta tu umekuwa mwanahabari na umesoma, unafanya kazi yako wanahabari, bado una kiu, nataka kuwa injinia mimi mm. Una, unafanya kazi huku, unaamua kwenda kusoma kama ni evening class ama ni kwa vyovyote vile, ama utachukua likizo mm. huku nakule, unakwenda unarudi, unakwenda unarudi, unakuja, unafanya kazi, unakwenda, unasoma, unajikuta kwenye crossroad, unasema mm. ni, njia panda. Mm -hmm. Unasema, hivi ni nibaki kuwa mwandishi ama ni amue zangu sasa niingie kwenye uhandisi. Unaamua uamuzi mgumu kidogo, kama vinakuruhusu vyote kufanya kazi kwa pamoja, mwajiri wako akikuruhusu, injinia nema, unaweza uka, uka, umepata tenda zako una kazi zako umepata mahala na muda unakuruhusu, huku unaweza kufanya. Kuna watu wanafanya kazi tofauti tofauti, wapo mm anafanya kazi hii na anafanya kazi nyingine. Sasa kipaumbele ni, ni hitaji la mtu mwenyewe kujibu swali lako Muhamed mm. ni hitaji la mtu. Kwa mfano sisi ambao tuna matamanio na, na ndoto za kuwa wanasiasa, unataka kufanya siasa zako. Ukifanikiwa kwenye siasa, maanake ndo umefanikiwa, umekwenda. Ukikwama unaamua kurudi, mm. Lakini tunaona unaweza kuwa mbungi na bado ukafanya kazi yako nyingine, ukaendelea kuwa mwanahabari ukijisikia lakini ndio mwanahabari ambaye yule ambaye watu wanafahamu kwamba sasa huyu na chama. Kwa mfano, nikupe mfano, uh, CCM ina chombo chake cha habari, vyombo vyake na vyombo vingi vya habari vikubwa tu hapa nchini. Kwa hiyo mbunge wa Chama cha Mapinduzi akaamua akawa ni msoma habari kwenye chombo cha, cha, cha Chama cha Mapinduzi, shida anatoka wapi? na watu wanajua huyu ni wa CCM kama CHADEMA ACT KAF UDP UPDP no. CHAUMA mm. chama kingine chochote, yes, mm. kinaamua kimepata kina, kimepata msuli wake kimeanzisha chama chake cha, cha, kimeanzisha chombo chake cha habari, halafu kuna mbunge diwani nani ambaye ile, ni, ile kazi ya siasa si kazi permanent. Ukisema ndo kazi, ya kazi yako unaamka unashinda unakula yani hiyo ya namna hiyo, kazi ya ubunge udiwani ni kazi ya kufanya kwa muda una muda wako mwingine unaweza ukafanya kitu kingine, uandishi wa habari ukaugeuka kuwa part time, ama unafanya kazi kwa muda, unaendelea na taaluma yako isilale isife, kwa sababu maisha hayana hayana fomula, hayana kusema umemaliza udiwani ama ubunge ama urais, kwa hiyo huwezi kufanya kazi nyingine na nini. Na huu mjadala, mjadala ni mrefu, nataka nitoe mifano. Wapo wanahabari nguli ambao waligeukia kwenye siasa na wamefanikiwa. Tukianza wa na majirani zetu Kenya, Muhamed Ali jichope, jichopevu mm. Uh, amepata miaka michache iliyopita na alikuwa ni miongoni mwa wanahabari maarufu sana pale. Lakini kule Botswana ali rais wa sasa naye pia alikuwa mwanahabari mm. na, na mambo kama hayo. Kwa hiyo mambo yanawezekana. Sasa hili linanisukuma kukuuliza swali mm. hili, kama rada jukwaa la wahariri TEF linasema linapima hoja hii Unadhani kwa mtazamo wako wanapaswa kuchukua msimamo gani wa kimantiki na wa kitaaluma? Msimamo huu uliopo sasa mi nauona ndio bora. Upi? Kwamba hakuna sheria yoyote, hakuna tatizo, watu wanaendelea na maisha yao. Ukifika wakati msimamo wao wanaonyesha kama hawapendezwi nalo, na ndio maana wanataka kuliangalia hili. Ha, hapana, hapana, haiko hivyo siku zote tunakumbushwa na, na hata, hata uh, taasisi ya, ya habari ya kusini mwa Afrika MISA, eh, kwa, mm, kwa tawi la Tanzania MISA TAN wametoa taarifa mm, wiki iliyopita kwamba tunafahamu uchaguzi umefika. Kwa hiyo wale ambao ni wanahabari wenzetu unatamani kuingia kwenye siasa za ushindani za kwenye vyama sasa hivi kuingia kwenye, tunaita, uh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kuingia kwenye dola mm, siasa kutumikia dola Um, basi wajitokeze wazi mapema, watambulike na jamii itambue wa, waende kwenye siasa za, na tunawaombea heri, tunawatakia wa mafanikio. Wakikwama baada ya pale, unarudi kuendelea na kazi yako. Kwa hiyo hii ni, ni, ni, ni kama kazi nyingine yoyote. Unatamani, nimetoa mfano, unatamani kuwa injinia ama, yeah. daktari, yes. ukienda huko ukakosa kazi na umesomea, unarudi zako unaendelea na shughuli yako nyingine ambayo unaiona, hii si ni taaluma ni ya kwangu e, kwa hiyo mi sidhani e, kama kuna tabu yoyote. No. Turudi kwenye maswala ya kisiasa moja kwa moja. Sasa mbali na haya ya kitaaluma ya wana habari ni mbobevu wewe, umekaa kwa miaka mingi hapa. Uliweka nia mwaka elfu mbili na ishirini kugombea ubunge jimbo la Kigoma Mjini kabisa, isivyo bahati mambo hayakuwa mazuri, kura hazikutosha e, ndio e, wajumbe walifanya yao, na. E. E. mwaka elfu mbili na ishirini na tano, uchaguzi mkuu unakuja, una nia yoyote bado ya kutaka kugombea nafasi yoyote kwenye uongozi. Sasa, kwa utaratibu wa CCM wa, wa, wa, wa kutangaza nia kuna muda wake mm. kwa... kama unayoweka anayo moyoni <coughs> kwa... Kuma... Kwa, kwa sasa huwezi kusema lolote ni, ni hivyo, lakini mm. lakini, lakini, sasa nias unajua lazima e, <laughs> e, la, e, chama sama kimesema <laughs> na itatangazwa ita, ita, lakini una, una, mm. Mm. unajikuta una, una, Una, kimuhemuhe, unawashwa hivi mm -hmm. ehe, kwenye, mm -hmm. Ehe, kwa hiyo niseme tu kwamba muda bado kwanza. Mimi ni, ni kiongozi kwenye chama, unajua ule uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini ulivyomalizika ambao kura hazikuwa zimetosha mm. um, nikasema haziku, kwa nini kwenye kutafakari sana kwa nini hazikutosha kura, nikagundua mimi ni maarufu nchini kote, Afrika Mashariki na kati yote lakini kwa wale wapiga kura kuna mtu alikuwa ametuwahi mapema, wenzetu. Ni kiongozi kwenye chama yeye, ambaye ni mbunge sasa hivi kaka yangu Kilumbe Shaban Ng'enda, yeye alikuwa tayari ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ni kiongozi mkubwa kwenye chama, ana nguvu na wale wajumbe wote wanamfahamu vizuri, na yeye ana, ana mamlaka nao kwa kiasi kikubwa. Wale wagombea wenzie wote sisi tuliokuwa pale tulikuwa kama arobaini na mbili hivi wote hakuna hata mmoja aliyekuwa na wadhifa mwingine wowote kwenye chama. Kwa hiyo ni kama wageni tu, ni kwetu Kigoma mjini pale na kila eneo watu wanakufahamu, wakikuona hivyo wanakufurahia na nini, lakini laki yani, wanakuona tu kama ni, ni, ni ndugu yao tu, sawa umekuja, lakini si mwenzao kwa sababu huna hata chochote kwenye chama hmm. Kwa hiyo nikasema kwa sababu nimedhamiria, natamani kufanya siasa Nikasema uchaguzi ukija, miaka miwili baadaye ntagombea. Kwa hiyo uchaguzi wa elfu mbili ishirini na mbili uchaguzi wa ndani ya chama sasa, nika nikaenda Kigoma tena nikashiriki kwenye uchaguzi nikafanya kampen vizuri nikashinda kwenye kutafuta, niligombea nafasi mbili. Niligombea nafasi ya kwanza, ujumbe wa mkutano uh, mkuu wa taifa kupitia wilaya ya Kigoma mjini hapo kwetu wagombea wanakuwa nafasi ni tatu, wagombea tulikuwa wengi, lakini mimi ndo nilishinda uchaguzi huo, kwa maana ya kuwa wa kwanza. Mshindi wa pili akashika nafasi diwani wa mwanga kusini pale, nilimzidi kura mia moja kamili, mm, na dada mwingine akachukua nafasi ya tatu. Kwa hiyo ile nafasi ya ushindi ilinipa nafasi kubwa sana ya kuwa karibu na, na, na, na, na, na wajumbe hao wa mkutano, kwa sababu wajumbe hao wanaopiga kura ndio hao hao ambao walionichagua wakati ule kwa hiyo nikawa karibu sana kwao. Nimekuwa nikienda Kigoma mara nyingi, kwa sababu hata hivyo na shughuli zangu, unajua Kigoma na nyumbani, lakini pia nimefungua chuo pale cha uandishi wa habari na utangazaji. Kwa hiyo na, kama, kama mimi ni mwekezaji, ni mfanya biashara nyingi sana, nyingi sana tu, hata kabla hapo, mimi ndio nyumbani, lazima niende, wazazi wangu, ndugu zangu, familia yangu yote ipo huko. Kwa hiyo nimekuwa nikienda mara nyingi, kwa hiyo nafanya siasa, nimekuwa nafanya siasa sana katika nyakati zote hizi. Katika hali hiyo imenipa nafasi kubwa sana ya kujuana na wale wajumbe kama ilivyokuwa kwa yeye kiumbe sasa wakati ule, lakini pia niligombea ujumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa NEC mm. E, e, kwa hiyo... <laughs> maisha ni aje? Mimi siasa imo kwenye damu. Swali lako limejibiwa, limejibiwa hata akaingia mpige jaramba, usiniingize uh, <laughs> kingi <laughs> taratibu wa chama chama achilia <laughs> tu mambo ya siasa peke yake. Unajua, waandishi wa habari na taaluma nyingine nyingi um, unakuta mwandishi wa habari halafu ni mfanya biashara mkubwa sio tu mfanya biashara mm. kwa mfanya biashara mkubwa ana biashara zake. Umewahi kufikiria siku amekaa pale kwenye kiti anafanya kazi yake ya uandishi wa habari halafu ina mgongano na, wa maslahi na biashara anayofanya yani, kwamba wanahabari mm. ni wanadamu wa kawaida sawa. wana maisha mengine nje ya habari wanafanya biashara sawa mm. sawa Mhamed mm wana maduka ya kuuza dawa mm. wana shule mm. wana chuo. Kama mimi hapa ni mfanyabiashara, nimewekeza Kigoma pale kwetu nime, nimefungua chuo cha uandishi wa habari na utangazaji, halafu UBA, eh, na, Ujiji Broadcasting Academy, UBA, kwa kifupi. Halafu kuna wengine ana hospitali kabisa, mwingine ana ana apartment amejenga mm. ana duka la hardware. Lakini huyu mwanahabari ana siku ya kwenda kukava story ya kufanya taarifa ya wafanyabiashara Mm. Mmewahi kufikiria hiyo ni kweli. Inafikirisha eh. maana yangu ni kwamba tumwache mtu afanye kazi yake kwa uadilifu, hilo ndio jambo la msingi zaidi, lakini vyama vya kitaaluma havizuiwi kusema kile kinacho wanachokiona vyama vya kitaaluma vinasimamia kutaka uadilifu ni, ni, yes. Na, na, na uadilifu inakuja uh, uh, sasa kwa e, mojia mojia. Kwa mtu binafsi, kwa hiyo muhimu wa kuwekwa kwa taratibu. Na ukishindwa kuwa mwadilifu si watu wanakuona si wanakujua? Ndio pale inapofika mahali wanasema kwamba huyu jamaa hatufai hata kwenye kazi yetu na sisi, kwa sababu utawatia kwenye matatizo na wao kwenye hiyo mm, taasisi yako, ndio ukweli uko namna hiyo. Lakini ukiwa mwadilifu maana yake unailinda heshima ya taasisi yako unalinda heshima yako binafsi na unalinda heshima ya hicho chama ama hiyo biashara unaoifanya. Lakini ukweli ni kwamba watu wasiangalie siasa peke yake, kuna shughuli nyingi zina migongano ya kimaslahi. Tunakushukuru Baruan, kwanza asante kwa kuja hapa studio eh, pamoja na kwamba wewe ndio mkuu wetu, lakini tulitamani kabisa, ndiyo tulitamani kupata fursa hii ya kuzungumza nawe, na umefafanua mambo mengi, hasa kwenye hili ambalo lilikuwa linatufikirisha na kutaka kumpa fikra pia msikilizaji wetu kuona mstari huu kati ya maswala ya kisiasa na uandishi wa habari ambayo ndio taaluma yako. Tumeyapata ya kwako, tukipata nafasi wakati mwingine, mara nyingine tutakualika tena. Nasema kabisa nitakuja hapa tarehe ishirini na saba <laughs> kwa sababu bunge litavunjwa siku hiyo Ndiyo. kwa hiyo nitakuja kueleza hapa kwamba nitagombea nitatia nia ama ni mambo yatakuwaje? Nitakuja kuelezea hapa mm -hmm.